Muthikiriria wa channel ya Eunice Nyambura en eh, kana tata wa ngogoyo ni ndacokereria o ringi muthenya wa umuthi na ni mwihoko wakwa ati haria hothe uri wi mwega na thiguko yaku ni njega umuthi itanambiriria topiki ya ndienda twambiriria topiki ya

Leo ni mudenya wa mudhiri ndoka tondu hena kindu ndienda hena topic ndienda twaliririe na topic ino ndienda twaliririe ni ndu ingimanya ndikire makanjuria na mama kahurira thimu ni ndienda twari makanjuria atiriri hari hakinyaga mudrume akaigwa hinya wake wa udrume nduri hori yani aga corona low libido tugika atia kana niki gicungagiriria mudrume gukoro ena low libido

Urugamaga ni tondu wa kindu gikwitwo thakame tondu mwiri wa mundurume kana wa mundurume nduri ihindi. Kwa mwiri kira gitu wa muti ona rimwe gitumaga ri ni kinitha thakame thakame ingika pampu wega ethiega ikurukite igakinya thiini wa muti wake na yakinya hau ni ki wonaga muti ni wega warugama wega na ongekoro nduri na proper circulation ya the kamethi ni wa mwiri wa kuri ona muti wa kudungiru wa makwobo usu ndu wa bere ongekoro nduri na proper circulation ya the kamethi ni wa mwiri waku wa

kwa gwori hahari like kiduge weto kolestro na nikyo nye ni advice waga adhuri ya ike muno kono mudu na wahote kuni na kolestro li ni udu wafata muno o ni ungeri kuruwa na kolestro todu kolestro li dikoro weni kitu kiga muno no yegu shukiri maudu maike muno vini wa mwene waku osho ni udu utumaga

ri maita maingi ni uremaga ni guika ati ni uremaga kinya ni gukia tondu mundu ina murimo wa high blood pressure ni ikaraga ginya ngoro yake igikaga ati ngoro yake ni ikaraga ginya ikiguraga kana igitengeraga na ihenya acio ni undu gucukagereria undu gucukagereria ri ni kuri murimo witago prostate cancer prostate nayo ni kindu gicukagereria mundu ni gukoro ena low libido ati ona wageria gukia ukona mundu ndarahota gwika ati ndarahota gukira njireria yagirire okagia nuthu nuthu Yaani dakinyanagira dagikinyanirie ri uri ona ngi prepare mutumi yake na mutumi yake akoro ari prepare atire mudume o dagihota gwika uri agiro ni gukura dagihota gukenia mwendo wake no nake dagihota gwikena ni tondu muti wake ni uri kate muti wake ni takufusa urafusa wike ate ni kufusa urafusa wekire no no gigira muti ucio no wakinya thini dugihota kuruta wira uri akwagirire tondu thiaga mara ni uhorire mara ndirekire ate tondu duri na hinya ri na tondu muti wikaraga thini ni tondu wa gukora ni kindu

Tuliye gairio yani tukalia ya ilio tari ya mesere, ni tari maitura aria misere hizo nisho twendaka kulia muno ndio spageti hizo nisho twendaka kulia muno wa chips hizo nisho twendaka kulia muno oshe dogo atimune munene muno

nginya mirire ito kuringana na ure turaria wega ri ni cukagiriria muno mundu megukoro ena ki mundu megukoro ena ruribido mirire ni wega tumenyere mirire ito na tumenyere kire turaria na niyo nyingi muno

no ugireke gukora gukura muthuri angitwe angireke gukura ona gwikana kamwe tu ni gukora kuri problem na ni kiona maita maingi ona mundu uhikanitie marekana kamwe tu ka hwaini kana kamwe ka rusini ndangi hota tondu thie tondu iri ndi tondu waki tondu mwiri wake nduri na hinya